Karibu, kama mlipoona hapo, tunatengeneza mlango haraka haraka na kufanyia animation kidogo, simple tu animation. Nimefuta hiyo, so hii naipandisha juu kidogo, alafu na scale, Z axis then na scale hivi hivi, yes, na scale mpaka hapo sasa, utaangalia tuwe ukubwa urefu au ukubwa mlango ambao unaotaka kutengeneza ku, kwa sababu na matarajio ya ku extrude nitakachokifanya hapa ni uh, cha kwanza, ngoja nifute hii ya huku nyuma hii, tunaweza tukai mirror so nita add cha kwanza, natakiwa tutengeneze ile box ya nje. Kwa hiyo nita add uh, two loop cuts uh, na scale sl uh, ikifanya hivi nabonyeza r x hapa ni y. Ah, imekata kwa hiyo kwayo nabonyeza nita scale y mpaka hapa na add na rub cuts mbili, control r mbili. Sasa hizi, na double click hapo, nita scale z axis hivi, hii itakaa mpaka hapo. Mhm, so uh, kuna kitu kingine cha kuzingatia hapa ni hapa katikati, labda control r, add two rub cuts mpaka hapa, mm hivyo -hmm. Sasa hii ni kwa sababu ni simple tu design, nita add ah. Sasa kwa sababu malengo ni kuja ku tuseme, ni ngoja ni hadi kwa urembo mwingi mwingi kidogo na ada parubkati ngapi mbili tena mbili hivi, then ta scale uh, y axis let's say mpaka hapa. Bado kidogo, labda mpaka hapa. Afo, hapa hapapia ta kati mbili ta scale labda mpaka let's say hapa mm-hmm. Ili tuweze kupata matokeo kama hayo ulioyaona hapo. Uh, unaweza ukaamua kuweka urembo we mwenyewe unavyotaka lakini hii haikuwa goal ya hii tutorial. So na select hapa, hapa, hapa, hapa, hapa na hapa, then na intrude. Kuna uwezo ka extrude, lakini mimi mina intrude namna hmm, hiyo. So hivi ndivyo ambavyo unaweza kupata shape ya mlango hmm, kama hiyo so kwa sababu mlango unakuwa na kitasa, ngoja tuweke kitasa hapa cha kishua tu. shift A fia mm. na add uh, to add hii hapa UV sphere rotate 90 degrees mpaka mm -hmm. hapa. Sasa hapa nita delete hii, nita delete hii. Sasa nashukua hii extrude scale, alafu nita extrude hivi extrude scale, alafu na insert face Kasa flani vya ushuani ushuani uko uh, okay okay. Um, uh, okay, nafuta na hii okay. Alafu hii ndio na extrude oh, nakaa hivi ni basi g, kwasababu nimeshatengeneza face hapa, kwasababu nimeshatengeneza face ndio maana mbonyeza g, lakini ngoja nirudie, kuna watu hawataelewa hapa. Nikiselekti hivi nikabonyeza g inakuwa hivi kwa g ni glabu, yaani gx inakuwa hivi, ikabonyeza hivi pia, ikawa ikaleta tu matokeo mazuri, lakini ukitaka ku extrude unaweza ka extrude hivi, ina extrude inatengeza layer nyingine mpya hapa. Kwa hiyo nikiacha hivi, siwezi na ku extrude kwa sababu g gx inaleta hiyo layer. Kwa hiyo ni hivi, lakini nimependa hapa gx kwa hiyo hichi ndio kitakuwa kitasa chetu. Uh, ngoja ni add loop cut hapa na hapa, alafu smooth shader na add smooth shader. Kama unaona naenda haraka sana, ujue umeruka darasa, rudi tutorial za nyuma huko ukaangalie. Kwa hiyo ndio hivyo smooth mm-hmm. shader tayari, so uh, hapa nachotaka hii origin ije hapa lakini sio, sio muhimu sana. Naweza ukafanya njia nyingine ya kuchange origin. Naweza nikabonyeza ngapi mmoja, ikaenda kwenye wireframe view, fg x nikaileta huko, origin ikaja hapa alafu G X mpaka hapa hapo. Sasa ni ki scale itakuwa inafuata tu ya origin hivyo namna hmm, hiyo. So hivyo ndivyo tunaweza tukatengeneza mlango quick. So hii hapa nitaipa material huu mlango na upa material ya PVC ambayo ni metallic fulani hivyo, niweke darkish kidogo. Sasa uwezi uh, kuona material yake, napenda kueka, naondoa kwenye engine, naondoa kwenye EVE, naweka kwenye cycles. Alafu na hii pia naudi kwenye materials, naipa material ambayo ni uh, iwe black flani hivi black, uh, gray flani hivi alafu iwe ni metallic ili niweze kuona. Nitakuja hapa mm -hmm. Okay. Labda niweke rangi flani. Okay, mpaka hapo tayari narudi hapa. Sasa kinachofuata hapa, hii hapa nitaiparent e, hapa control j, sio kuiparent yani ni merge. Kuna tofauti ya kuparent na kumerge, hapo ni merge. Lakini hii hapa pia, huku ndani naona imeingia sana, kwa sababu nataka huu mlango mije ni u... duplicate, kwa hiyo nitaisogeza ndani kidogo <coughs> Sasa ili tupate layer ya nyuma hapa, ni tunafanya mirror modifier na select hii shift here, generate unakuja kwenye mirror straight. Mlango umeshatokea kwa nyuma. Kama hujatokea kwa nyuma, cheza na hizi hizi mpaka uupate mm -hmm. kwa sababu okay. Yani eh, ucheza na hizi hapa x y, ukija hapa hivi utashangaa umetokea kwa upande huku mwingine, unaona. Kwa hiyo hizi ndio za kucheza nazo. Kwa hiyo mimi hapa x imeshanipa matokeo mazuri, kwa hiyo nikija nikabonyeza edit mode, kwa hiyo nitataka mlango huu usogeliane kidogo, nibonyeza moja g x mpaka hapa mm -hmm, hapo tayari sasa nataka ku, kuunganisha. Kwa hiyo nita select hii layer ya juu ya pembeni ya huko na ya chini, alafu uh, make sure unakuja hapa kuenable clipping. Sasa watu watajua ni kwa kwanini tuna enable clipping. Kwa hiyo nita extrude x axis, unaona hii inakuwa inapitiliza, ambayo sitaki ipitilize, ili isipitilize Uh, na ndu kwanza ili kusudi nilikuwa nimesha extrude. So, ili isipitilize hapo, ndio una enable hii clipping ambayo, hapa hivi ukibonyeza, moja inakuonyesha inaku, inaku, inaku, ni ki extrude x axis zinakuja kuungana hapa namna hiyo. Kwa hiyo hapa hivi tumeshapata layer ya mbele na layer ya nyuma ya mlango wetu, na hapa kwa sababu hii mirror tunaweza tuka apply tu kwa sababu tayari hatuhitaji tena. So, hivyo ndivyo ambavyo unaweza ukatengeneza tu mlango simple namna hii hmm. Uh, kwa sababu niliahidi animation ntachukua hii hapa layer ya katikati hii. Sasa nita duplicate ili tupate ukuta, shift D hii hapa alafu P selection hapo utaona lakini kuna layer nimeiseparetia hapo hiyo ambayo ni kihaibe mlango, inabakia hii layer. Kwa hiyo uh, hmm, uh, hii ndio itatupa ukuta. Kwa hiyo nikiselect hivi hivyo, sasa hii layer ya huku chini sio muhimu sana, umeweza si na select hapa Then na delete hizi vertices za chini, alafu ah uh, pc alt na ni select hizi hapa, then na extrude. Nimeshabonyeza extrude hapa hivi afu, na bonyeza escape, then na scale x ah uh, ni y axis hapa hivi, tunapata ukuta wa upande huu na upande huu Um, afu na select hii ya juu pia. Kumbuka na select huku mwisho na tuna, huku pia tuna extrude z axis tunapata hii so, ya ya juu hivi, so naweza nika select yote afu nika extrude hivi. Kwa hiyo tayari yako tumeshapata layer ya mlango. Nikija kwenye object mode alt h kurudisha mlango mlango unakuwa uko hapa sasa. Huu uh, ukuta nitataka usogee kidogo hivi ndani mpaka hapo mm -hmm. so uh, sasa, animation mara nyingi inafatisha hii hapa pivot ilipo hii, kwa mfano nikibonyeza rx unao kama mlango wa supermarket sawa, mm -hmm. Lakini huo mlango kumbuka, pivot ili uweze kukata kona vizuri, inabidi hii pivot ikae pembeni, ndio utaweza kufanya hayo maajabu. So ili tuweze kuiweka hivyo pembeni, na hide kwanza huu ukuta hivi, halafu uh, thuna, popote pale pembeni ni nikikaa chini juu popote pale ni sawa. Ngoja ni select hii, ni select nataka ije hapa. Kwa hiyo nitabonyeza snap. Kasa tu selected. Kasa iko hapa. Then, nakuja hapa object, set origin. Origin to 3D. Kasa. Kwa hiyo tayari imesha rudi origin imehamia hapa. Alt H. Mlango uko hapa. Sasa hapa hivi mm -hmm. ukibonyeza tu R. Mlango unafunguka hivyo, hmm. Sasa hmm, kwa sababu hii tulitengeneza kutokea kwenye mlango itakuwa ina materials za mlango hizi hapa. Sasa ukizifuta hizi, kwa mfano hapa, hii yenyewe imekuwa na materials. Ukizifuta hizi na, na material kwenye mlango zitafutika kwa sababu zina share the same material ili uweze kuzifuta inabidi utengeneze copy hii, na yepo una select, una select copy hapa, hivi ndio unaweza ukazifuta, alafu uka add material nyingine. Let's say kama mlango unataka uwe na rangi hii hapa. It's up to you, unakuwa tayari umeshaweka hivyo. So labda ni add to plane hapa, ambayo ita act kama ni ndio floor yetu alafu moja hii plane nataka ipande juu mpaka hapa, ingoja niipe gray kala fulani hivi, alafu iwe inang'aa fulani hivi so tuende kipengele cha animation ambacho ah, hapa tuna select mlango mm -hmm. Sasa sijui mbele ni wapi? Okay, labda mpaka hapo hasa. Hapa nitaweka keyframe, tabonyeza i. Nimeshaweka keyframe imetokea moja hapo, nataka kufikia ishirini huo umefunguka kwa hiyo mm -mm. Ah, ngoja kwanza nibonyeze ah. Nimebonyeza, nimeweka keyframe kwenye 0 sio kwenye moja au kwenye 0. Je, ni zoom nijue eras kwenye moja nimeweka keyframe, naenda kwenye kumi pia naweka keyframe ile ile, sija change chochote, alafu nikifika kwenye 20 uh, tuseme thelathini au penda, unaandika hapa rotate z axis na ufungua huu mlango namna hiyo, afu naweka keyframe sawa. Alafu nitataka ukae hivyo, labda kwa mpaka hamsini um, afu naweka keyframe. Sasa nataka ufunge, kwa sababu sasa ukifunga kufikia sabini huo umeshafunga. Naweza nikaamua tu kubonyeza ra nikaurudisha hivi kwa taratibu, lakini naweza nikakosea. Kwa hiyo kwa sababu mlango ulitengenezwa kumefunga, nikibonyeza alt ra unafunga moja kwa moja. Kwa hiyo nitabonyeza keyframe. Imeshaenda mpaka mia mbili hamsini lakini nitataka iende mpaka mia moja inatosha. Kwa hiyo hapa hivi nikiplay, nikirudisha hapa mwanzo, nikiplay animation yetu itaonekana mlango unafunguka, alafu baadaye unafunga, simple na mm -hmm. mm -hmm. So, uh, namna hiyo. Kwa hiyo Mungu akupe nini tena so, karibuni. Hiyo ndio namna ambavyo unaweza ukatengeneza mlango, ngoja uh, niweke okay materials materi uh, takazoonekana vizuri huko labda takabri fulani, mm-hmm. So simpo ndio hivyo namna ambavyo unaweza kutengeneza mlango na kufanya kianimation kidogo. The trick is simple. Karibu tena kutana wakati mwingine. Kwa wale wanaotaka tutorial ya kutengeneza mtu ipo, mwanzo mpaka mwisho, ya gari ipo, mwanzo mpaka mwisho, hiyo unanitafuta kwenye namba hizo hapo juu, tunaongea biashara. So karibu tena.